Mji wa AFCON SGR kuongeza fursa. Barabara zote kukamilishwa. Kinana, msifu bidii. Mfuko kukopesha kwa machinga waja. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Mwinyi asifu uwezo wa CCM kuongoza. Habari katika ukurasa wa nne serikali yatoa maagizo usafiri mwendo kasi. Samia ang'oa mabosi date udat mabasi tisini yahudumia njia ya Kimara Kivukoni. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika, serikali tumejipanga, haki za binadamu, utawala bora. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Ahukumiwa kifo kwa kumuua house girl. Habari katika ukurasa wa ishirini. Lakini pia gazeti hili imeandika TRA yavuka lengo kwa kukusanya tilioni 8.9. Habari katika ukurasa wa tatu. Uchumi wa kuwa kwa asilimia 6 miezi 6 BOT yataja sababu. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari aliopewa kipaumbele ni Samia Agosia: ardhi, ajira, SGR Arusha. Kinana atoa sababu. Habari katika ukurasa wa tatu: ahadi kwa Arusha, mashamba makubwa ya maua kurudishwa serikalini, kutumika kuanzisha BBT, maeneo mapya kupimwa viwanja kwa ajili ya wakazi, ujenzi wa SGR kutoka Tanga Arusha hadi Mara, utalii kupewa msukumo kuchochea ukuaji wa uchumi habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, kero ya mwendo kasi, uzembe au hujuma, mradi wa tetereka ukiwa na wateja lukuki, maswali ya tanda kuhusu uendeshaji. Samia ang'oa vigogo wachumi, watoa ya moyoni. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, sura mpya zitabadili mwelekeo, hili ni swali nukuu ya Waziri Mkuu Kasim Majaliwa ikisema viongozi wapya watafanya mabadiliko ikiwemo ya njia ya utoaji wa nauli kuwa wa kielektroniki ambayo itapunguza minyaminya ya watendaji wasiowaaminifu kutokea kwa fedha mikononi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Serikali yajibu mapigo, ripoti ya haki za binadamu, habari katika ukurasa wa kumi na moja gazeti Mwananchi. Pia limeandika sababu tano makusanyo ya TRA kupaa, habari katika ukurasa wa pili Salum mwalimu kushusha kodi vifaa vya ujenzi, habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo alimeandika gazeti Mwananchi Ijumaa ya leo. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ang'oa vigogo, ateua wapya, azisuka upya kuondoa kero ya usafiri wa mwendo kasi. Sasa akicheko swala la muda, wananchi da wampongeza, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili Nchimbi Dr. Samia kuboresha sekta ya uchukuzi kusini, habari katika ukurasa wa pili. Vijana waipongeza TADB kwa vitendea kazi, habari katika ukurasa wa pili. Kinana: Samia amefanya kazi inayotukuka, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Serikali: ushirikiano wa Afrika Nordic lazima ulete matokeo halisi, habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Mageuzi ya CRDB yafungua fursa mpya za uchumi, habari katika ukurasa wa saba Israel yazuia msafara wa meli za misaada habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Lakini pia gazeti hili limeandika Uthman Masud Oktoba 29 ni kuiondoa CCM Zanzibar habari katika ukurasa wa nne, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti ya Nipashe mwongo wa jamii. Lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni mradi wa mwendokasi, mabosi hawadumu baada ya sokomoko la juzi, vigogo wametenguliwa, mabasi mapya yaanza kazi na wateule wapya. Waziri mkuu aagiza, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia ahidi SGR ya Tanga, Arusha, Musoma, habari katika ukurasa wa tatu. Serikali yapinga vikali ripoti ya HRW haki na uchaguzi, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. BOT wadao wa kimataifa waipongeza CRDB si kwa mageuzi mfumo mkuu. Habari katika ukurasa wa tano. TRA yavuka lengo ukusanyaji wa tirioni 8.97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 Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni dr okay. Samia wapa tabasamu walimu, asema katika miaka mitano ijayo serikali itaendelea kuimarisha maslahi yao, ahidi hakuna atakayeachwa katika mageuzi yanayofanyika katika sekta ya elimu. Habari katika ukurasa wa pili, Mtwara kuchele Nchimbi ahidi mambo makubwa. Habari katika ukurasa wa pili, mabosi wa dat udat watenguliwa, wateuliwa wapya. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, Dkt Mwinyi: wapuuzeni wanasiasa wanaopotosha. Habari katika ukurasa wa pili, gazeti hili limeandika TRA ya kusanya trilioni 8.97 robo ya mwaka. Habari katika ukurasa wa saba, CCM itaendelea kusisitiza mfumo stakabadhi gharani, Stephen Wasira. Habari katika ukurasa wa tatu, ADC kulipa fidia familia zitakazopoteza ndugu ajalini. Habari katika ukurasa wa kumi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru wa ukweli daima. Zanzibar Leo, kwa ukweli na wazi, lenyewe limeandika Dokta Mwinyi wapuuzeni wanaohamasisha mkalinde kura. Habari katika ukurasa wa pili. Asema kura ya mapema ni takwa la kisheria. Tutaing'arisha Arusha, dk Samia. Habari katika ukurasa wa pili. Ajira kwa vijana itakuwa kipaumbele chetu, Dokta Mwinyi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi. ZRA yakusanya bilioni mia mbili sabini na nne Julai Septemba. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali yajibu ripoti ya Puti, shirika la kutetea haki za binadamu habari katika ukurasa wa kumi na tano. Lakini pia gazeti hili imeandika wahamiaji kumi na nane wafariki Libya wakielekea Ulaya, habari katika ukurasa wa tisa na hivi ndivyo ambavyo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 ataka ndoo Msimbazi. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ijayo ni Oktoba kumi na nane Nsingizini FC dhidi ya Simba Sports Club Samhioro National. Gazeti hili nimeandika hukumu ya pididi ni leo, habari katika ukurasa wa kumi na saba. Sausgate avunja ukimia Man United, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ijayo ni Oktoba nne Manchester United dhidi ya Sunderland lakini pia gazeti hili imeandika EPL leo Ijumaa ni Bournemouth dhidi ya Fulham mchezo unapigwa saa 4 usiku Vitality Stadium, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti sporti, sawake, magazeti, habari habari za michezo na burudani. Gazeti habari leo ninalo nalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika ushindi Simba wa Mkosha Matola. Yanga watuliza mashabiki wake, sababu nyota stars kutemwa za tajwa, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili Barnaba atangaza kuachia albamu ya tano, habari katika ukurasa wa 21. Joto kubadili ratiba kombe la dunia 2026 habari katika ukurasa so wa 22. Na, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, giji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari hapa Toka Zamani Tv.